Ndugu mtazamaji wa The Green Voice TV endelea kwa nasi, lakini usisahau kusubscribe na kulaiki chaneli yetu iliwe wa kwanza kupata habari muhimu na motomoto. Israeli yapuza ripoti ya kufanya mauaji ya mauaji kwenye ukanda wa Gaza. Israeli yapuza ripoti ya kufanya mauaji kwenye ukanda wa Gaza. Taarifa hii ni kulingana na ripoti ya shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Am, Amnesty International kuhusu mauaji ya kiholela katika ukanda wa Gaza ambayo Israeli imeyaita kuwa uongo usio na msingi. Shirika hilo limetuhumu Israeli kwa kufanya mauaji ya kiholela dhidi ya Wapalestina uko Gaza kwa kuhamasisha kwa, kwa lazima wakazi na kusababisha janga la kibinadamu kwa makusudi, limesema shirika hilo. Israeli imechukua hatua kwa dhamira mahususi ya kuangamiza wa Palestina katika ukanda wa Gaza na hivyo kufanya mauaji ya haraiki. Hata hivyo, Israeli imekana mashtaka yote ambayo yametolewa na shirika hilo la Amnesty International kuhusu mauaji hayo. Hata hivyo, imekana lakini Wakati huo huo, Israeli imetuhumiwa lakini imekana hayo mashtaka. Ndugu mtazamaji wa The Green Voice TV, usisahau kusubscribe na kulike chaneli yetu, endelea kwa wa kwanza ili kupata habari hii.